Mashirika ya kutetea haki e, za binadamu katika kaunti ya Mombasa wameshtumu kukamatwa kwa baadhi ya wanaharakati katika kaunti za Mombasa, Nairobi, Nyandarua na Kisumu. Wanaharakati hao wanailaumu serikali wakisema ni njama ya kuzima sauti kuhusu haki. Mwanahabari wetu Francis Mtalaki anaungana nasi mubashara kutoka Mombasa na mengi zaidi. Mtalaki. Asante sana Mashirima. Ni kweli kwamba wanaharakati wanalalama kwamba uh, sauti ambazo wamekuwa wakipiga na maandamano ambayo yamekuwa yakishuhudiwa uh, kote nchini wamekuwa wakisema kwamba uh, wa, wa, wa, wale watetezi wa haki za kibinadamu uh, wanakamatwa kutoka kaunti uh, mbali mbalimbali, ikiwa katika kaunti ya Nairobi uh, pamoja na kaunti hii ya Mombasa pamoja na Nyandarua na Kisumu, na wanasema kwamba ni mojawapo ya mbinu za serikali kwamba kuweza kuzima sauti uh, za haki na niko na baadhi ya wa watetezi wa haki za kibinadamu wakisonga hapa karibu. Tueleze majina yako lakini nini, mbona mnahisi kwamba uh, sauti zenu zinazimwa? Naam, kwa majina naitwa Francis Sauma, mimi ni mkereketwa, nafanya na shirika la Muhuri. Kihakika tumepata vitisho vingi sana, hata hivi tunaishi kwa fear. Tunaona kuwa wenzetu wanakuwa abducted, mimi sisi wenyewe tumebandikwa makesi hapa kotini za maandamano ambao hazina hata legal basis. Kwa hivyo tunaona kuwa serikali inatutarget na sisi tunasema hatuta ogopa tutajitokeza kimasumasu, maanake katiba imeturuhusu kutoka. Kwa hivyo sisi, hii fia ambao wanainstall kwetu ama wanatokea hii fia, sisi hatuogopi lolote, tunaheshimu sheria. Kwa hivyo, Mombasa hapa tumeona jenzi wanachukuliwa, abduction still on. Tumeona fia masubaru boys wanazunguka huku na huku kuleta fia, lakini tunawambia kuwa katiba ndio mpango mzima, katiba ndio kila kitu, na tutajitokeza kimasumasu when is necessary. Vifo bado viko vingi, na hii nchi ni wakati hivi sasa sisi kuikomboa. Kuna baadhi ya serikali wanasema kwamba e, mambo haya maandamano yamefadhiliwa na nyinyi, mkitajwa katika, katika uh, mambo haya e, sehemu hizi mnazichukulia namna gani? Naam, kuna propaganda kubwa sana kuwa hizi maandamano zinapata wafadhili, maandamano zina pesa zimemwaliwa, hii yote ni urongo. Washike wale watu ambao wanafadhili maandamano. Hii ni kuleta tu kuwa propaganda ili watu waogope kujitokeza. Majenzi nani anawafund? Hawa majenzi wanaishi majumbani kwao, wengine ni mastudent, watu wakitaka jioni anaenda nyumbani. Kama ni kufund, ingekuwa sasa basi matajiri sana, ingekuwa kila mtu atembea na gari hapa. Kwa hivyo hii ni porojo, ni propaganda ya kuleta tu watu waone kuwa this thing is well organized na kwa sababu ni ghadhabu ingekuwa hakuna shida katika hii nchi, watu hawangejitongeza. Kwa hivyo mambo ya kusema kuwa tunakuwa funded, hii ni porojo na ni propaganda ya hali ya juu. Asante sana, majina yako alafu kauli yako kuhusiana na tunachozungumza kwa sasa. Kwa majina anaitwa, uh, kusema la kweli ni hali ya kusikitisha sana na kuhuzunisha na kutisha vilevile vile, kwa sababu ukiangalia jenzi, mwaka jana tulifanya maandamano ya amani, hakukuwa na uharibifu wa uh, vitu vyovyote, hakuna mahali kokote kulichomwa, lakini mwaka huu baada ya semi fulani za wanasiasa fulani kutoka Nairobi wakisema kuwa hawataruhusu maandamano jijini Nairobi. Baada ya hapo, tuliona msururu wa uhalifu, msururu wa uharibifu wa rasilimali na mali za watu. Kwa hiyo sisi tuna imani ya kwamba serikali inajua ni nani ambaye yuko nyuma ya haya mambo ambayo yanaendelea ya uhalifu na uporaji wa mali za watu, na serikali iwafuate wale, badili ya kufata wanaharakati ambao tulifanya maandamano ya amani na mwaka uliopita na kabla ya hapo wafuate wale ambao wanahusika na hatua za kisheria zichukuliwe. Kwa nini mnahisi kwamba serikali inawalenga? Ah, kwa sababu sisi tuko mbele katika utetezi wa haki. Sisi tuko mbele wakati maandamano yanapotangazwa. Labda wanadhani ya kwamba wakitushika sisi wale wengine watakuwa na hofu. La, unaweza ukashika mtu mmoja lakini hauwezi ukawa uka umemaliza yale maandamano kwa sababu maandamano ni haki ya, kiket, ni ya kikatiba na si uhalifu kufanya maandamano. Na sisi wakati tuko kwenye maandamano, tunaandamana peupe, hatujifichi na sura zetu tunazitoa. Wale wahalifu wanaficha sura zao. Labda pia baadhi ya wale mapolisi ambao tumeona kwenye video kadhaa wakiandamana na wahalifu, ndio wanafaa wafuatwe badili ya kufuata sisi uh, wanaharakati. Asante. Songa hapa karibu alafu tuambie eh, kama kijana tuambie labda skimi zako ni zipi? Kauli yako ni yapi kuhusiana uh, kuhisi kwamba nyinyi mnalenga na, naona pia ni kijana. Eh, uh, tetesi za zuri na, na serikali zina ukweli wowote? Mm. Kwa majina ni Juma Joram. Mimi ni youth kutoka Mombasa uh, na kauli yangu kutokana na haya maneno ni kuwa haya maneno yote ni uongo. Sisi kama vijana wa Mombasa tumejitokeza na tumeamua kuwa tunafaa kuiweka hii nchi yetu iwe katika kiwango tunachostahili kwa kuwa mm, propaganda zi, zinatokea na, na yote si ukweli. Sisi kama vijana tumejitokeza na tunasema uh, Kenya imeharibika na tunafaa kuiweka kwa ile laini ambayo inafaa kuwa yeah. Asante sana na ni baadhi tu ya watetezi wa haki wa kibinadamu pamoja na, na, na, na baadhi ya vijana wakielezea kwamba wanataka waweze kupewa nafasi ya kutoa haki, maanake wanahisi kulengwa kutokana na baadhi ya watetezi wa haki ya kibinadamu waliweza kukamatwa kutoka kaunti ya Mombasa pamoja na kaunti zingine ikiwemo jiji kuu la kaunti ya Nairobi. Naam, ya kumi hapo ni Francis Mtalaki, lakini haya ni mambo ambayo tunazidi kufuatilia kwa karibu kuhusiana na, na kukamatwa kwa wanaharakati katika kaunti mbalimbali pembe katika uh, kaunti mbalimbali katika taifa na kuregesha kwa mashirima kwa taifa zaidi. Naam, tukitoka Mombasa na tukisalia na maswali